Mechi ya tarehe nne ni mechi ambayo kwetu sisi mashabiki wenu tunaitem kama fainali, huku zote tulikuwa tunacheza tunacheza kama, lakini kwangu mimi naitem kama mechi ya tarehe nne na Morocco, ni fainali kwetu. Dunia yote inasubiri kusikia habari moja tu na ndio itakuwa habari ya dunia, Moroko imetolewa na Tanzania AFCON 25, nyumbani kwao Amen. Hakuna stori nyingine duniani inayotakiwa kwenda, hakuna habari nyingine ambayo wananchi wa Tanzania wangepaswa kuisikia wala wachambuzi wa mipira <laughs> kwenye viwanja vyote vya dunia hii zaidi ya kwamba Tanzania imemtoa Moroko kwenye mashindano ya Afcon tena nyumbani wow, kwao. haitojalisha nani amechukua kombe baada hapo, yani achukue kombe mtu yeyote. <laughs> Lakini story ni kwamba Tanzania ime knockout Morocco home ground. Uwezo huo mnao. Sababu hizo mnazo. Na nia ya kuandika hiyo historia mnayo, kwa sababu si mara ya kwanza mnaandika historia. Juzi mmeandika historia ya kuingia kwenye 16 bora. Mna uwezo wa kuandika historia ya kumnokauti Moroko siku ya tarehe nne, na Watanzania wako nyuma na nyinyi wakiwaombea usiku na mchana na niombe kufu. Pia fursa hii niwaombe Watanzania, mashabiki wa Moroko watajaa uwanjani na kwa taarifa nilizopewa ni kwamba mpaka sasa hivi tiketi zimeshaisha, na uwanja ule unabeba watu sio chini ya elfu sitini na tano. Tafasiri yake ya kwamba tutakuwa uwanjani. Tumejawa na kelele na kila aina ya shangwe za watu wa Moroko. Yawezekana sauti zetu za Watanzania utakwa uwa mle uwanjani zitakuwa chache. Lakini mimi nakuambia na nakuomba uamini ya kwamba sauti za Watanzania zaidi ya milioni sitini zitakuwa na wewe uwanjani kwa kila sekunde unaokuwepo ndani ya mechi. Ziba masikio, ubakiza kusikia kipenga na maelekezo kumwangalia kocha anachosema. Lakini sauti yako au masikio yako yafungue, usikie kelele za Watanzania ambao watakuwa kwenye vibanda, watakuwa kwenye mahoteli, watakuwa kwenye nyumba zao, watakuwa kwenye ofisi, wakikuangalia wewe ukiliwakilisha na kulipigania taifa la Tanzania. Ukifanikiwa hivyo, maana yake zile vurugu hazitafanya nini. Sijui, mpaka kuna zile tochi zao zile za kupiga kwenye macho, unahangaika hivi, ukapigiwa kelele hiki, ukafikiri labda kuna faulo hapo.